Hatukupenda kuwa hivi ile isipokuwa tunaweza kufanya kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu ametupa. Hatukupenda kuwa hivi. Hii ni kauli ya watoto wenye uhitaji maalum ambao wanaishi katika jamii zetu. Kauli hii imemgusa mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma, Mheshimiwa Happiness Ngwando, ambaye ameamua kufanya matendo ya huruma kwa watoto wenye uhitaji katika mkoa wa Ruvuma. Katika hatua ya kuonyesha vitendo vya huruma, Mheshimiwa Ngwando amefanikisha kuanzisha kwa ku matibabu ya mtoto mmoja mwenye changamoto ya sehemu ya haja kubwa, ambapo matibabu hayo yanahitaji kiasi cha shilingi milioni Imeelezwa kuwa baba wa mtoto huyo alimtelekeza mtoto pamoja na mama yake, hali iliongeza ugumu wa upatikanaji wa matibabu. Tuende tupeleke mtoto matibabu, aweze Mungu atakavyomfanikisha. Kwa hiyo tunaamini mikono yenu na baraka, kila mmoja hapa hela aliyotoa leo akasema anavyoomba Mungu mjalie mtoto Gloria, kwa shilingi mia mbili yangu niliyoweka kwenye kichwaa. Mimi ni mpole lakini mkali sana hasa pale ambapo kitu hichi nachofanya akitoenda kwa wahitaji wenyewe. Tuliomba hii kazi sio kwa sababu tuna njaa ya ugali. Mara nyingi napenda kutumia neno mboga ya mwisho ni nyama, na mimi uwezo wa nyama nilikuwa nao kabla ya ubunge. Niliomba hii kazi, tutumikie watu, tunaishi tunaishia. Niliomba hii kazi nipate uwanja mpana wa kufikia utumishi wangu wa Kimungu wanaonifahamu mimi, nimezaliwa Mbinga kwenye mazingira ya ya uyatima, nilikuwa nakosa kosa kunipa blangeti au kunipa kanga. Mungu amefanya njia yake, nimetangulia mbele, naenda kushika taya wengine watakaonifikia kwenye mikono yangu, kwa sababu nayajua maumivu ya kuwa hivi. Ukiwa kiongozi na unataka kuwa kiongozi mzuri ni lazima uwashike walio chini yako mkono ili uwavushe ni lazima ujitahidi kuandaa na kutengeneza wale unaodhani kwamba wana uwezo ili wawe viongozi wazuri baadaye Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma, Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed, amesema serikali haitavumilia vitendo vya ubadhirifu au matumizi mabaya ya misaada yanayolenga kuwasaidia watoto wenye uhitaji. Amesisitiza kuwa vituo hivyo vimeanzishwa kwa lengo la kulinda na kuboresha maisha ya watoto, hivyo uadilifu na uwajibikaji ni jambo la lazima. Kwa walezi wetu wa vituo hivi, endelee kutoa rai. Unaposikiliza mahitaji unayaona ni mengi, lakini pia unapojitahidi kuyatatua unahisi kama vile mahitaji yale yanaenda kutatua changamoto za wale ambao wamezungumzwa kama ndio wahitaji. Lakini kwa bahati mbaya, vituo vingi vya namna hiyo vinageuza mahitaji haya kama sehemu ya matumizi yao binafsi, na sio kuyapeleka kwa walengwa. Kwa hiyo, nitoe rai kwa wenye kituo hiki na wengine wote ndani ya mkoa huu tunapopata fursa ya kusaidiwa mahitaji haya tuelekeze kwa ajili ya wale wenye uhitaji zaidi kuliko kwetu sisi, na nakutaka uendelee, kwa sababu watoto wenye uhitaji maalum hawako hawa tu katika mkoa wetu, kila mahala wapo, lakini pale utakapoona nafasi unayo ya kuwapa huduma ya kuwatolea huduma watoto wa aina hii basi uendelee kuwa na moyo huo na kuendelea kutoa huduma hiyo na nyinginezo ambazo zipo kwa wahitaji hawa. Hiyo ndio kazi muhimu kukwili, raisi, amini, ona, na ambayo kwa kweli hata mheshimiwa rais mi naamini akiona namna ambavyo unafanya anaona kwamba jitihada ulizozifanya alizozifanya yeye pia zinazaa matunda. Maana hii kazi mheshimiwa rais ndo anayoifanya kila mwaka. Nao baadhi ya watoto wenye uhitaji pamoja na wazazi wao wamemshukuru mheshimiwa Happines Ngwando kwa msaada na moyo wa kujali aliouonyesha, wakisema msaada huo umetoa matumaini mapya kwa watoto na familia zinazokabiliwa na changamoto mbalimbali za maisha. Mwanangu ana changamoto ya sehemu ya kutolea haja kubwa, haja kubwa inatoka kwenye mkojo. Baba yake alinikimbia, ndo hivyo. Tulishaenda naye Peramio tukapima vipimo vyote vimeisha, kwa hiyo na umetupangia na umetupangia tarehe inabidi aende kufanyiwa operation. Baada ya kutupangia tarehe ikaonekana mtoto damu yake bado ndogo, kwa hiyo inabidi apate aongezewe damu ndipo afanyiwe operation. Gharama zake operation zote tatu aliniambia milioni moja laki sita na kama elfu moja na mia tano hivi. Nimepewa laki tano, nasema asante kwa sababu inaweza ikanitosha kwa matibabu ya kwanza ambaye nitaenda kuanza naye leo au kesho nikitoka hapa mtoto wangu ana changamoto ya mguu ambapo gharama yake na gharimu milioni moja na nusu na hapa sasa hivi umeisha, nahitaji msaada ili nipate mguu mpya. Kutoka manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, Newton Endenda.